Baraza la wanahabari nchini limetangaza kufanyiwa ukaguzi kwa shule zinazotoa masomo ya wanahabari ili kuboresha kiwango cha huduma wanazotoa na kukabiliana na shule ambazo hazijahitimu kutoa mafunzo hayo. Lakini baadhi ya wakuu wa shule zinazolengwa wanamtazamo upi kuhusiana na ukaguzi huo? Francis Mtalaki anaarifu. nyuma yangu hali ya wanapokuanganga likukuletea kuletea yanayojiri kila siku, ni wazi kwamba wametoka vyuo mbalimbali wakisomea taaluma ya wanahabari. Na ili kuboresha nyanja hii, baraza la wanahabari nchini sasa linapania kupiga msasa shule zinazotoa mafunzo ya wanahabari kiwango cha stashahada. Lakini walengwa wamepokea vipi tangazo hili? Ni shughuli wanayosema itaondoa walaghai na shule ambazo hazijaidhinishwa au kukosa kifika kiwango kinachohitajika. Licha ya haya, wanafunzi wengi wanasema shule hizo huwa hazitoi mwongozo thabiti wa masomo wanayopaswa kuzingatia, zaidi ya kupata pigo wanapojitayarisha kuendeleza masomo ili kupata shahada katika vyuo vikuu.

Which after I clear, it will be considered invalid. Baadhi ya shule pia zimelaumiwa kwa kutumia masomo kama jukwaa la kibiashara ambapo baadhi yao hutoa mafunzo ya stashada au ukipenda diploma kwa muda mfupi hivyo basi kuathiri kiwango cha elimu. Kamati hiyo inatazamiwa kuanza ukaguzi miezi miwili ijayo. Francis Mtelaki, KTN Leo.